Sisi kama waheshimiwa madiwani tunao wajibu wa kusimamia na kuhakikisha kwamba watu wetu wanashiriki katika shughuli hizo za ulinzi shirikishi. Tabia ya kiongozi kufika kwenye, kwenye idara fulani, hususan nizungumzie kwenye, kwenye eneo la, la afya kule kwenye makata yetu tunaita, tunaita zahanati. Taarifa ni nyingi za wananchi zinazohusiana na wale watumishi wetu kwenye idara ya afya, twendeni tukawe wa pole taarifa ni nyingi na zikipatikana basi tukae, tukae kwa ajili ya maslahi mapana ya kata zetu. Umetoa mradi wa milioni 300, diwani ndio unatafuta mzabuni, anapatikana wapi upate asilimia kumi? Tukienda hivyo hatu hatutoboi, hatutoboi. Na bahati mbaya kwenye siasa hizi ukipiga chenga chenga, wananchi wanaona watakuadhibu tu 20 30, wala sio mbali kwayo. Niombe sana twende tukafanye uadilifu. Naambia kamba italegea kama tunapata matokeo ya kazi iliyokusudiwa, ukilala sitalegeza kamba, ni kazi mpaka kieleweke. Kwa hiyo niwahakikishie tu ushirikiano wa kutosha mtaupata sioni mtumishi yeyote ambaye anaweza kukosa uadilifu katika levo yoyote, hakuna. Kwa majina, ninaitwa Amina Hamisi Songa ni diwani wa viti maalum tarafa ya Namikupa. Niombe vijana, tushirikiane, tushikamane, tusaidiane, na sisi kama wanawake, jukumu letu sisi ni kuona changamoto za wanawake wenzetu na sisi kama madiwani kuja kushauri halmashauri hawa wanawake wana changamoto hizi hizi hizi hizi. Tunategemea mabadiliko mengi kwa sababu asilimia kubwa ya madiwani ambayo tumeingia safari kwenye baraza hili la madiwani ni vijana zaidi ya asilimia sabini, maanake tunategemea tuenea kuona mabadiliko ya tofauti kidogo kubwa. Tunakwenda kuifungua Tandahimba. Halmashauri ya wilaya ya Tandahimba ndo halmashauri ya kwanza kwa mavuno ya korosho ndani ya nchi yetu ya Tanzania. Kwa hiyo nitegemee uchumi wa korosho ama makusanyo yetu ya korosho, sisi kama wajumbe wa baraza la madiwani tunakwenda kutengeneza Tandahimba ya tofauti.